Ni pamoja na CEO hapo. Najua tupo kwa makundi mbalimbali, lakini tutakata keki kwa uwakilishi. Tutakata sawa. Natambua uwepo wa mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mbeya, njala Mbeya City <laughs> <laughs> Okay, sasa chifu hupo, naomba kisu kishikwe na mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Mbeya, kisu kishikwe na chifu hicho hicho kimoja, kisu kishikwe na mwenyekiti wa klabu ya Mbeya City Newton. Hao watatu tunaomba kuwa wakilisha wote, mkate vipande vya keki. Tunaimba, kata keki tule, kata keki tule, kata keki tule.

Okay, sasa tunaenda zoezi la kulishana vipande vya keki. Tunaomba mwenyekiti wa chama cha soka. Okay, tunaomba turudi nyuma kidogo kwa ajili ya kuonyesha baadhi, yeah. Mwenyekiti wa chama cha soka, tunaomba umlishe mwenyekiti wa ya sio klabu as agesoja pembeni kidogo, mwenyekiti wa chama cha soka amlishe mwenyekiti wa klabu.